Ilala... baada ya leo utajuaje kuwa umerogwa ya siku ya Jumanne? utajuaje kuwa una athari kutokana siku ya Jumanne? Haya sasa, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Karibuni karibuni kwene chaneli hii Boss Nyaw Online TV. Leo ni mwendelezo wa masomo yetu mbalimbali. Tafadhali subscribe, like, share. Yine, tiyari, sascribe, like, share na kulike kushare, ili uwe mwanafamilia, na kama tayari subscribe like na kushare na wengine wapate kujifunza haya masomo. Ndugu yangu, napatikana Chuini Zanzibar, kwa wale wenye kuhitajia tiba mbalimbali tuweze kuwasiliana, namba zetu za simu zinazopita hapo mbele. Vile vile kwa wale wanaotoka wana sehemu mbalimbali wanataka kuja ofisini kwetu, basi karibuni, mnakaribishwa. Na vilevile kumbukeni vile, tunatibu hata nje ya nchi. Inamaana tunaweza kufanyia dua hata kama uko mbali ama tiba nyingine halikadhalika halikadhalika, secret e, tiba e, nam. Uchawi wa Jumanne ni miongoni mwa aina kali za uchawi wa damu, hasira na vita. Wachawi wengi hupenda siku hii kwa sababu inahusiana nyota ya Mirhebasi, nyota ya moto, damu na ugomvi. huchaguliwa kwa makusudi kwa athiri nafsi, damu, akili na nguvu za kiroho za mtu, ili kumvunja katika mafanikio au kufanya kuwa mtumishi wa uchawi bila yeye kujitambua kuwa amefanyiwa mabaya hayo. Kwa wanawake uchawi huu hushambuliwa mfumo wa damu, hususan kwenye swala la hedhi, tumbo la uzazi. Wanaume huelekea kushambuliwa nguvu za akili, hasira, njia za riziki, hata sehemu nyeti za nguvu za kiume. Allahu subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'ani, wama hum mahum biswarina bihi min ahadi illa bi'iznillah Wala hawatazuhurika yoyote kwa uchawi wao ila kwa izni ya Mwenyezi Mungu eh? wala hawatazuhurika kwa uchawi wowote isipokuwa kwa rehema za Mwenyezi Mungu. eh? izni yake. Aya hii inaweka wazi kuwa hata nguvu za wachawi haziwezi kufanya kitu bila izni ya Allah. Hivyo kila kitu kina chanzo, katiba yake imo katika elmu ya Kurana maarifa Yeah, ya waganga wa Kiislamu wa kweli. Dalili kuu za uchawi wa Jumanne kwa wanawake: hedhi isiyokata hata baada ya dawa kumalizika na kusudia, ikiwa tayari umehangaika huku na kule kutafuta tiba, hususan eh, swala la hedhi. Mara nyingi mtu anaopata hedhi inaokua inatoka ile damu eh, yani bila kipindi maalumu, na vilevile inatiririka dakika e, tano tayari, dakika tano tayari. Mara nyingi damu hii inakuwa ya kufanyishiwa, unakuta unakwenda mahospitali unayamaliza mahospitali, lakini unakuta damu haikati wala haikai kwenye mfumo wake mpangilio. Mara nyingi inakuwa damu hii, mwanamke wewe, umechezwa. Wakati e, mwingine inachanganyika na maumivu makali tumboni, basi jua moja kwa moja huu ni uswahili uliotendewa siku ya Jumanne. Mara nyingi inafanyika siku ya Jumanne, ukojoa damu katika siku maalum au vipindi vinavyorudia rudia, hili kwa wanawake, hili hata kwa wanaume baadhi yao, eh inakuwa tatizo hili linatokezea. Uanguka ghafla kama kifafa, kutoa povu domoni bila sababu ya kitabibu, hata watoto upata degedege ya kuanguka kama hivyo maradhi mara kwa mara. Ukiangalia tiba za hospitali umemaliza, lakini bado hujapata suluhisho na maradhi yako, basi mara nyingi juu wa ugonjwa huo umesababishwa na mambo ya kishirikina, mambo ya kichawi. Wota ndoto za wanyama, hasa mbwa, paka au simba, wanakufuatilia au kufanya mapenzi na wewe kinyume na maumbile, ama katika mazingira tofauti tofauti, ili mradi ndoto hisi na jirajerejea basi ujue umefanyiwa uchawi wa siku ya Jumanne, na hususan kiuhalisia, kawa mahusiano yako hayadumu na unaota ndoto hizi mara kwa mara za kufanya mapenzi na wanyama ama watu tofauti tofauti, basi jua hao ni wachawi ama ni majini, kwaio wanakufanya kuwa namna hiyo, kupotezea mwelekeo na maisha yako, hususan kuchanganya, ili usiweze kuishi na mahusiano kamili na wachumba. E, jambo hili linatokezea kwa wanawake, jambo hili linatokezea kwa wanaume. <tipos> mara nyingi suala hili linakuwa ni mtiririko unaofanywa, e, farakano siku ya jumamosi ama Jumanne, kupoteza e, marafiki wa karibu bila sababu, au kila unapoanza mahusiano mazuri yanaharibika ghafla bila kufikiria, bila sababu ya msingi. Wapo watu namna hiyo. He, wataewa, kila akianzisha mahusiano wanaishi vizuri, bada siku kadhaa tayari mwenzio anabadilika ghafla, hali ya kuwa anamhudumia, hali ya kuwa hajawahi kumkosea kwa lolote, lakini nakuta mtu anakata mawasiliano mausili moja kwa moja, hautamkuta mwanamke tayari kila mchumano mchimbia anakataa kuolewa. Mwisho wa siku anakubali, lakini kabla ya harusi anakataa uhusiano ule kwa nguvu zote. Wengine hufikia mahali wanajinyonga ili wasiolewe. Mastabua uchawi huu umeamatana siku weyumane, ya Jumanne kwani siku kubwa ya vita na siku kubwa ambayo ilokamata kwenye maswala ya, ya kinyota tunasema mas. Hasira kali na chuki hata kwa watu wasio oye, na kosa, unakata tamaa na unataka damu tu, imwaiki kila kikaa. Yani mtu unaweza akamkuta anapenda magomvi na magomvi yake hawezi kuhu, kuhu, yani, hata umwamulie vipu la ugomvi asiendelee kupambana na mtu basi hatoweza kukubali kuacha kupambana na mtu mpaka aone damu ya mzee ilopakikaa pale asira zake ndo zimetoweka. Ukimwona mtu namna hii, au wewe unanisikiliza una tabia hii, unafanya mara kwa mara namna hii, basi ujue una athari inatokana na siku nne, ima kufanyishiwa ama kukuwa na majingo aina hiyo. Kupenda mapenzi ya jinsia moja bila nia na ya nafsi, shukti ya uchawi unaolazimisha hisia hizo, yani wewe mwanaume una feli yani una matamanio ya kwa kweli ya usagana wanawake. Nimekuwa kama maji ya kunywa sasa hivi, na wanaume wengi wanaharibika. Utamkuta sharubaya wa nguo wamevaa suti, lakini kumbe, o, kumbe watu wanamwita kileja. Si kileja hivi jamani, tukizoea tunachukua sikukuu. Kileja anakusudiwa hapa tayari, huyu mtu wanamwita simu zake Yani mwanaume ambaye anafanya mapenzi nyume ya kimaumbile, basi mara nyingi inakuwa e, kuna uchawi unaofanyika siku ya Jumanne. Pengine kuna mzee fulani alikerwa na mchawi fulani, kuna mchawi fulani alikerwa na mzee fulani, au kuna mtu aliamua kuona hosta ya familia fulani, akaenda kwadanga kufanya haya maswala ama yeye mwenyewe ni mjuzi wa fani hizo, akatenda ubaya kupitia watoto wako washoga, wasagaji, wasagaji, walevi, ili waharibikiwe wao, washoga walevi, ili mradi nategemea aa, njia ya yule mchawi aliyokufudia. Huu ni uchawi wa siku ya Jumanne. Uchawi huu unagandika, lakini upate mtaalamu aliokuwa sahihi. Ikiwa umezunguka sana, umekosa wataalamu, basi unaweza kutafuta hapo mbele wote unageuka mchawi au jini au wanyama tofauti tofauti. Mara kwa mara unapokuwa unafuma jicho lako, ama unaota unakwenda kupangia mtu eh? ama unakwenda nyumba ya mtu alafu umevaa mavazi meusi ama mekundu, unakatikia viuno, basi ujue wewe tayari umeshaingiza kwenye makundi hayo ya kichawi ama una jingi na kichawi la kupwangia, umeshafanyishiwa, umepewa nalo, linaambatishwa na wewe umeresishwa, ama kuna mtu baci amekuchuluka, amekutupia mashaka na wewe uwemo katika chama hicho. Jihadhari, jifuatilie. Wewe unaotarafu hii mara kwa mara, uko hatarini sana. Tafadhali tafute kwa namba zangu za simu unazopita hapo mbele. kuchikiwa ghafla kila mtu na mabosi au jamii inakuchukia, jamaa ndugu na marafiki, hata pale unapofanya vizuri, bali watu hawaone uzuri wako, wanakuwa na wewe hasidi, wanakuwa na we ni adui aliyakuwa unajitahidi kukuwa mazuri, ki upande wao, kile unachokifanya kwa wao inakuwa maudhi. Basi ndio wewe mara nyingi umefanyiwa ubaya huu kupitia siku ya masi, yani Jumanne na uchanganyikiwa no. kiakili kazini au kwenye vikao vya muhimu, yaani wewe unapokuwa kwenye masuala ya ofisini, pengine umekaa na, na wenzio unajadili una vitu vya muhimu juu ya project fulani projecti fulani, lakini unakuta unapokuwa na kusanyika na watu unachanganyikiwa kiakili. Yani kauli hazitoki vizuri, yani yani y yani, wasiwasi. Hali ya kuwa kipindi cha juma ulikuwa uko vizuri tu, lakini hali hii ikajitokeza ghafla, basi tambua umefanyiwa uchawi huu unaotokana na siku ya Jumanne, yeah. siku ya Mars wote unafanya mapenzi na mnyama na unaamka ukiwa umemaliza, umefika kilele, ikiwa mwanamke, ikiwa mwanaume, ama unaota na unafanya mapenzi na bibi yako au babu yako. Basi ya mara nyingi, ndoto hizi zikijirejea mara kwa mara, wewe una uchawi wa ukoo, umerithishwa ama unafanyishiwa na familia yako, lakini zikijitokeza mara kwa mara, usipokuta mara moja, maramoja ukenda kumshikilia panga bibi yako, mama yako, ya aaai, au unasikiliza video hii leo, bibi yako, mama alafu kama kumshikilia ukaenda kumpiga, mpaka hiyo iyo, tunasema yako sio sahihi, kwa sababu wakati mwingine unaweza kusikia kitu mchana, usiku wake ukakiota uliyafanya mchana. Hasira ya damu, moyo unakaa na moto hadi uone damu, ndipo unatulia. Yani unapokuona kasirika, basi unaweza kufanya vurugu, ujikate wewe mwenyewe au ukate yule unakupata naye au kumchinja mahali basi ujue mara nyingi una athari ya uchawi huu wa siku ya Jumanne, kupenda mapigano ya mwili, yani kupigana pigana kiholela na kufurahia michezo ya vita, bunduki na upanga kupita kiasi. Mara nyingi inakuwa kuna seli hizo za kichawi, kupata nuksi za kuhudumu katika siku maalum, kiasi jambo linaharibika tu kila mara siku hizo, yaani ndani ya wiki, pengine ndani ya siku tatu ama nne ukifanya mambo yako hususa siku ya Jumanne, Jumatatu, Jumatano, Jumapili, unakuta mazohali mazohali siku hizo, kama ulifanya hali yenu, mara nyingi una uchawi kwa siku huo ya Jumanne.